Nafahamika kwa majina tenaanaa unajua, sijui nakuanga ni kipindi ama ni vipindi ama ni kuruka kichwa ama, ama ni nini. Mimi nashangaa tena sana, naikitunakaa chini najiuliza Raila, unajua Gachagua ati yeye anaambia Wakenya ati, ya, wa ati maandamano yake <coughs> itakuwa zaidi ya maandamano ya Raila juzijuzi tu hapa Gachagua akitoka Amerika juzijuzi juzi tu hapa, hata pipeline Gachagua alishindwa kufika. Gachagua anajifunikafunika tu hivi. Sasa mimi najiuliza, Raila Amolo Odinga yetu kiendanga naye maandamano, hakuna siku Raila Amolo Odinga ashaikificha, hakuna siku yenye Raila Amolo Odinga ashaikificha. Rigathi Gachagua anapiga vipindi na kanisa siku hizi, anafanya biashara na mapasta. Aende pale kwa church, aitishe maguns wake wampige. Hiyo ni kipindi eh, tunajua. Mtu tunajua script hiyo. Nini mwenye ana hizo script? Tunajua ni Malala ambaye ni deputy wake. Malala ana write script ili Rigathi Gachagua apate, ndio sasa aweze kupata sympathy. So mi nauliza wewe umeshindwa na siasa ya nje, umeingia siasa ya nyumba ya Mungu, umeenda kutumia nyumba ya Mungu, watoto wadogo wanapigwa pale na tia gas. Nani wewe umefanya sisi? Tunauliza, tumeona Gachagua amenunua hizi ni za kukinga sijui risasi sijui nini. Hiyo pesa alitoa wapi? Nilisikia Gachagua akisema ati, ati tia gas ati uh, azinunuliwe sijui kwa supermarket. Unaona, nataka niseme hivi. Eh, Rigathi Gachagua umeitisha maandamano. Wacha nikwambie hiyo maandamano yako eka mke wako huyo Dorcas mbele, pasta, pasta Dorcas. Mimi siogopi hiyo maandamano yenye mmeitisha hiyo. Nataka ukue mbele, nataka uchukue watoto wenyu mweke mbele, wajukuu wenyu mweke mbele hiyo maandamano. Na mimi nasema serikali isilale, huyu Rigathi Gachagua ni mtu anafaa nawekwe ndani hata besi jende huyu hapa aliyekwa ndani, yeah? kama Museveni anaweza kabisa jende ndani, yani huyu ni mtu impeached. Na mimi nataka niseme hivi, say no retreat, no surrender. mimi nasema saa hii, Gachagua, sisi hatuna haja na maandamano, hatuna haja na maandamano sisi tuna haja na maendeleo, tuna haja na Kenya kusonga mbele. Mimi nataka niwaambie vizuri zaidi, wewe mtu wa mlima ambaye wewe ni investor mkubwa hapa Nairobi, umeinvest kwa makampani, umeinvest sijui kwa nini. Mimi nakuuliza sasa, wewe pia mtu wa mlima tu, wewe mwenye una struggle wewe, wewe tu pia una support Gachagua tu maandamano, aenda akuharibie, aenda akuharibie aenda kuharibia. Mimi nasema hii maandamano na ya Gachagua hii. Hii. Hii Eh? Gachagua anajua kurusha bawe kweli, maandamano ilikuwa yetu sisi na Raila Amolo Odinga. Hii maandamano ya Gachagua hii, Gachagua ni mtu akona maji, Gachagua ni mtu akona mabiashara. Gachagua ni mtu saa hii Kenya ikiharibika, Gachagua akona boma Amerika wewe ambaye unataka kusupport Gachagua ati unaenda kwa barabara tunakwambia tukukute huko. Sasa sisi tunataka inchi iendelee mbele Gachagua, hii uwivu yenye ako nayo hii, hii uwivu yenye Gachagua ako nayo hii ndio kwa maana anataka aanze kufuruga serikali. Mimi nasema hivi, Mheshimiwa Rais Ruto, huyu Gachagua sidhani kama ni kitu kikubwa sana kwako. Gachagua, ndio tunampatia sudi tu, sudi ndio namtosha Gachagua tunampea sudi, sudi tunamchosha. Mimi nataka niseme hivi hii maandamano yenye Gachagua ameahidi. Hii, hii ni vituko, hii ni vituko. Unajua Gachagua anataka sasa ile sauti yenye Raila Amolo Odinga alikuwa nayo, akitaja tu maandamano hivi serikali inaanza kutetemeka. Ndio Gachagua anajaribu kutafuta popularity. Mimi nataka niseme hivi Mheshimiwa Rigathi Gachagua mali yako uko na mke wako wewe. Yani, wewe kaa tu na mke wako, endelesha biashara zako, acha kupigana na serikali, maana hautaweza. Kuna wale walijaribu na hawakuweza. Kwa hiyo mi nataka niseme hivi, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, hizi vitisho za peni nane, hizi vitisho za peni mbili, mwimbaji alisema isa, hazitatufanya sisi kitu. Wewe endelea kupiga vitisho wewe endelea endelea kufanya we, we vipindi kwa makanisa. Na mimi nasema hao mapasta wenye wanakaribisha Gachagua kwa kanisa ni shetani, mnakaribisha ni shetani tu, mnakaribisha hapo hivyo ni shetani mnakaribisha. Huyu mtu mko na yeye, lakini already hasha organize, asha organize. Nyinyi mko kwa mahubiri tu mnatukia, mawe zimeanza kurushwa hapo marungu, mnatukia watu wanaanza kupigana. Gachagua yeye ni klaud chesa. Gachagua yeye anatafuta, yani anatafuta jina lake vile watu wasilisahau, na sisi tunakujua vizuri, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Kuna vijana walikuwa na support Rigathi sana, walikuwa wanaimba Rigathi hapa kwa bunge la mwananchi. Sasa hivi mbona walimwacha? Walimwacha kwa nini? Rigathi Gachagua ni mtu wa vipindi, na Rigathi Gachagua ni mtu wa ubinafsi, na Rigathi Gachagua ni mkabila na Rigathi Gachagua yeye vile unamuona hapo hivyo ni interest yake. Anataka afanye vipindi, afanye vipindi ili serikali ikikuja ingine kwa bagi, kwa bagi nini akabagei Rigathi Gachagua hapo, ni interest yake. Na kama Rigathi Gachagua angekuwa tu ni mtu anapenda watu wa mlima, Waitito ni mtu wa mlima, amekuwa right man wa Gachagua sana, mbona Waitito anaozea jela? Haya, mtoto wa ndugu wa Rigathi Gachagua, mbona Rigathi Gachagua akachukua mtoto wa ndugu yake marehemu akamweka ndani miaka thelathini kisa nini? Huyu anapigania tu haki yao, haki yao. Kwa hivyo mi nataka niseme hivi, wewe ambaye una support Rigathi Gachagua, haujui ni kitu gani una support. Haujui, unaweka kamba kwa shingo bila kujua Unaweka kamba kwa shingo bila kujua. Mimi nataka niseme hivi, wewe Gachagua, wewe endelea kuitisha maandamano, lakini utajipata kwa kiwanja peke yako. Maana kuna mkikuyu ataweza enda maandamano, maybe yule mkikuyu tu jobless, mkikuyu mwenye akona roho mbaya kama yako ndio ataenda aanze kuharibu vitu za wengine. Lakini yule mkikuyu mwenye ni, ni, yetu ye ni mtu tu ako busy each and every time, ni, ni businessman, ameinvest kwa mambo zake na mabiashara, wengine wengine wako na maduka wengine wako na supermarket wengine wako na mabank wengine wanauza mambo na electronics. Mimi sioni huyo mkikutu bwana kama anaweza enda maandamano sioni. sioni sioni sioni sioni, maybe tu akweni kichwa yake tu iko na shida eh, kichwa iko tu yenyewe iko na shida kama ya Gachagua. Unajua Gachagua wa kichwa yake iko na shida <laughs> iko na shida, unajua mtu utisha kwa dio, vitu zenye Gachagua amefanya ni nyingi, sasa zile vitu ndio zinamrudia zinamkanga zinamu, zinamu, tu ndani ya akili yake vile vitu zenye Gachagua amefanya akiwa dio ndo zinaamka ndani ya akili yake tu zikimshukua. Yaani hey, Gashagwa najaribu kufanya vipindi enye. Kwa hivyo mi nataka niseme hivi, Gashagwa ni mr vipindi, Gashagwa ni mr vitini. Gashagwa, hiyo maandamano yako ukagulisha watoto wako wajukuu wako na mke wako na wewe mbele, lakini wakenya sahii hatukubali kukufa, hatukubali kumwaga damu, hatukubali kuzika watoto wetu. Mimi nimekataa na kina mama, nyinyi pia mkatae.